Sawa, tunaanze yes. Mwalimu, um, mambo vipi? Yeah, mambo poa. Uko vizuri? <coughs> Alhamdulillah niko poa. Tuambie namna ambavyo umejiandaa kumkabili TRA. Ah, uh, cha kwanza tunamwomba Mwenyezi Mungu, tumefika kabla salama, na kwa jumla tuko ujumla zote tuko timamu na tumejipanga katika mechi ya kesho, kwa hiyo tunatarajia kesho kuwa na, na, na mchezo mzuri ambao mna awali yayote unataka point tatu katika mchezo wa kesho. Kwa mara ya kwanza unakwenda kucheza na TRA ukiwa ndani ya Simba, pengine nini hasa tutarajie kwenye mchezo huu? Nachoshukuru nilishacheza nao hapo awali kipindi kwa Fountain, kwa hiyo nawajua vizuri so uh, na nimekuja timu ambayo ni timu kubwa, kwa hiyo na timu kubwa siku zote zinacheza na timu ndogo huwa uh, kuna, kuna advantage ya timu kubwa, kwa hiyo tunaamini kesho tutakuwa na mchezo mzuri na tutapata alama tatu. Surprise gani ambayo pengine ungetamani, kitu gani ambacho pengine ungetamani kuambia mashabiki wa Simba Sports Club kwa kwenye mechi ya kesho, kwa sababu wao pia wanatamani kuona maajabu makubwa sana kutokea kwako? Matarajio ni mengi sana. kitu gani ambacho ungetamani e, wana Simba kesho waamini kwamba watakifanya? Ah, cha kwanza tuna tunaomba waje kwa wingi uwanjani, kwa sababu bila bila wao sisi ndio hatuwezi kuwa na nguvu, lakini tunaona wao wamejaa na support. Kwa hiyo sisi tutapambana kwa ajili yao, tutapambana katika katika, lakini niwaahidi pia kesho tutapata alama tatu. Sisi wote kwa mashabiki ambao wako nje ya Dar es Salaam wasuport ah, timu yao. Kuna ah, Azam wanarusha mechi live so wakae wa katika vibanda vi umiza au mtu akiwa nyumbani waangalie wasuport timu yao, naamini watakuwa na furaha katika kesho. Sasa ushindani ni mgumu ah, kwa sababu hakuna timu, timu nyepesi so ila si tumejipanga. Kila kila mechi yetu mbele yetu ni fainali. Kwa hiyo tunaamini na maandalizi ambayo tunapata kushiriana na, na, na viongozi wetu na, na makocha. Kwa hiyo naamini tutakuwa vizuri. Kwa namna kasi ya Simba unavyoitazama, uh, unaona kabisa Simba ikienda kurejesha yale makali yake ya ndo malengo, ndo malengo. <coughs> Uh, ushindani ni mkubwa, uh, na kila mmoja wetu ambaye atapata nafasi atatetea uh, nafasi yake. Kwa hiyo tunajitahidi kushawishi katika mazoezi na unapoaminiwa inabidi uoneshe. Okay.